Mabibi na mabwana, kwa leo nataka niwaelezee kuhusu mwaka wa tairi, maana watu wengi wanakuwa wanauliza tairi hii ya mwaka gani na tairi imetengenezwa mwaka gani. Kwa hiyo kwa leo naomba muda wako mchache niweze nikakuelezea hii tairi imetengenezwa mwaka gani na wiki ya ngapi. Karibu sana. Kama unavyoona tairi yetu hii, saizi yake mia themanini na tano sabini kwa kumi na nne Tunaangalia upande wa nje. Ukitaka kujua mwaka uliotengenezwa hii tairi yako, unakuja hapa, kuna namba hizi hapa takribani nne: moja, mbili, tatu, nne. Sasa hizi namba nne zina tafsiri yake, hizi namba mbili zinajitegemea na hizi namba mbili zinajitegemea hapa kwa ujumla zipo nne hizi. Kwa haraka haraka, kwa mtu unaweza ukaziona lakini usijue, so nataka nikuchanganulie kwa, kwa ufupi au kwa, kwa muda, ili uone kwamba ina tafsiri gani hizi namba. Hii cha kwanza kwa haraka haraka, hapo unaangalia hii tairi kama hivyo unavyoona hapa, hizi namba za kwanza hizi, hii saa sina tano, it means kwamba ni wiki hii namba ya mwisho ni mwaka husika. Hapa 35 ni wiki ya 35 katika mwaka, kwa hiyo unachukua wiki, mwezi, mwezi mmoja unakuwa na wiki nne. Kwa hiyo hii 35 unakuwa unagawanya kwa nne unapata sawasawa na mwezi husika iliyotengenezwa hii tairi, na hii ishirini na nne ni mwaka husika. Ina maana hii tairi imetengenezwa wiki ya 35 tano mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Naona sana watu wengi huwa wanauliza kwamba tairi yangu ni ya mwaka gani. Kwa hiyo leo utakuwa umejifunza kuhusiana na mwaka. Asante sana, siku nyingi.